Kwa siku ya tatu mfululizo, wakazi wa wakaazi wa Kapnyamisa katika eneo bunge la Chesumei, kaunti ya Nandi, wanaendelea kuchangisha fedha na kukarabati barabara ya Kap, eh, Kapnyamisa kwenda Mosoriot ambayo imeharibika. Kulingana nao, barabara hiyo hutumika zaidi na wakulima wanaosafirisha mazao yao kwenda sokoni pamoja na wanafunzi wa chuo kikuu cha Koitalel. Kwa mujibu wa wakazi, juhudi za kuomba uongozi wa eneo hilo kukarabati barabara hiyo zimegonga mwamba licha ya zawadi nyingi zinazotolewa mara kwa mara. Anapeleka maziwa Leljego. E, na hii barabara ina imetusumbua sana, hata tunakuja saa zingine mpaka tunamwaga maziwa na kufika huko tunaenda tunaambiwa tulipe maziwa ya wenyewe, kwa sababu tunapeleka maziwa ya wakulima. Barabara ni mbaya na ni lazima maziwa ipelekwe. Hasa hii tunaona ni sita, kuanzia five years down the line inja tujaundiwa, kila siku tunakodanganywa Mheshimiwa MP wetu alituambia atasaidia MCA kuunda njia juu anatoka hapa karibu. Tujai muona akatudanganya ati mali ng'ombe inalala ni fatal kuliko mali ng'ombe inaenda kukula. Sasa, yeye chini sa kwa MP akuje nyumbani atumuone ni kutudanganya na kusema the only time atatoa pesa ni 2027. Tusipo mchagua ni sisi tunaenda hasara, so barabara kama hii kweli imetutatiza sana. Maake, tunahitajika tuna kufika shuleni kwa wakati lakini unakuta umejitahidi, ume kweli ukaamka mapema, hata ikafika wakati ambao umejiandaa umejiandaa kivilivyo kwa seme, kwa nauli ya kupita ili ufike shuleni, lakini sasa unakuta barabara ni tabu kabisa. Unapoelekea shuleni unafika umechelewa. Wakati mwingine unakutana kuna, kuna mjarabu ambao unapaswa kufanya ili isanywe lakini barabara imekuwa tabu kabisa. katika wizara ya